Umebadilika na hiyo barua tuliisoma kama alivyoipokea al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa Nihaya na katika tarikh Imam al-Tabari juzui ya 6 ukurasa wa 297. Pia masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama zao walikuwa wanaona kwamba watu wa kufa ndio waliomua Huseini. siku moja

Wanamwambia Abdullahi Ibn Umar, wanamuuliza kuhusiana na hukumu ya damu ya mbu. Wanamuuliza Abdullahi Ibn Umar kuhusiana na hukumu ya damu ya mbu, yani kwa maana mtu akiwa ameua mbu atoe fidia gani katika zile mahdhurati lhajji walumra. Abdullahi Ibn Umar akamuuliza kwamba wewe unatokea wapi? Akasema mimi natokea kufa

amlaumu Abdullah ibn Umar, unauliza dami ya mbu, lakini nyinyi nyisi mmemuua mtoto wa binti ya mtume, isi mmemuua al-Husaini. Pia Um Salama mke wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa kwamba al-Husaini ameuawa, akawa Um Salama radhiallahu anha akaanza kusema, katalu watu wakufa wamemuua

Kisha baadaye wa wa kisha wakataka kumuua wa katika Sabat Almadaini. Kisha ikawa ni sababu ya Al Hasan bin Ali kwenda kufanya makubaliano kati yake na Muawiya kwa lengo la kuzuia damu zisimwagike. Walitaka kumuua wa, hiyo kisa tumeielezea kabla. Khiana ya pili

Huyu bwana walimshawishi walimshawishi atoke kwenye utawala wa Yusuf ibn Umar, atoke kwenye utawala wa Yusuf ibn Umar, akatoka akiwa nao, likatokea jeshi kubwa, mapigano yakaanza. Yalipoanza mapigano, wakaona kwamba wao watashindwa, wakamkamata huyu huyu Zaidi Huyu huyu mdukuu wa al-Hussein, wakamkamata wakamsalimisha kwa maadui wao, wakasema ah, sisi hatuhusiki, adui yenu huyu hapa. Haitumkei fi ya mashaikh, hizi ni khiana mashuhuri na maarufu za ashia ar-rafida. Lakini vile vile min al-adilla kwamba watu wa kufa ndio waliomua al-Hussein. Baada ya kumua Hussein, radiyallahu anhu, walijirudi watu wa kufa wale mashia wale wa mwanzo wale wa, wa walijirudi, wakasema jamani, sisi tunazilaumu nafsi zetu, tumemwita Husein kisha baadaye tumemfanyia khiana. Wakatengeneza jeshi jingine ambalo linaitwa Taibin, jeishu Taibin au mfanoa wahu mustalah. Wakaanza kupambana na nani na Ubaidullahi bn Ziyad mpaka kumuua ile aljaishu taib lilipatikana baada ya kuua Hussein, limetubia nini. Lilidai kwamba limetubia kwamba limemwita Hussein kisha lenyewe limemuua. Raitum kaifa ya mashaikh, naona walimuua Ubaidullah bin Ziyad na wale watu wake, naona hilo jaishu taib. Sasa hawa hawa wakwetu, hawa imma ni kwa ujinga au ni kwa sababu ya yale ambayo yalitokea kwa Kufa, na wao walipewa kwa sababu ni watu wa Kufa, walimgeuka Huseini kwa sababu ya kupewa. Watu wa Kufa walimgeuka Huseini kwa sababu ya kupewa kupewa pewa na wao wakamgeuka. Sasa na hawa kwetu, inawezekana kwa sababu ni hiyo, au ikawa ni sababu ni kutojua. Wanasema kwamba aliyemuua Huseini ni fulani, ni fulani, ni fulani, wakati wao wenyewe ndio wamemuua Huseini. Wewe leo hii ukija ukaingia katika ushia, ina maana nawe najipaka damu ya Husaini na umeshiriki kumua Husaini. Kwa nini? ungekuwa kwa kipindi hicho ukawa shia zama hizo uko kufa, na ungeshiriki kumua Husaini kabisa kabisa, kama walivyofanya wale ambao umewafuata. Kwa nini? kwa sababu wewe hujaingia katika ushia kwa sababu ya dawa ya hawa jamaa, hujawa shia isipokuwa dawa ya watu wa kufa Asifu thani walakhir, sampuli ya pili ya watu ambao wanalaumiwa katika kumua Hussein ni Ubaidullah ibn Ziyad na wale wanajeshi wake. Ubaidullah ibn Ziyad na wale wanajeshi wake wa, kwa nini? Kwa sababu Yazid ibn Muawiya alimwambia Ubaidullah ibn Ziyad namna ya kufanya namna ya kuamiliana na Husaini atakapokuwa ameingia kuva. Hakumwambia mpige wala muue, bali alitaka abakishe utawala wake kwa watu wa kuva na utiifu wake kwa watu wa kuva bila ya kumuua al-Husein radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo alimwandikia ile barua akamkataza. Marwan ibn al-Hakam akamwandikia barua akamkataza

Waqala lirusul akawaambia, wale watu ambao walitumwa kwake Ubaidullah ibn Ziyad, yani akawaambia Husaini. Yazid ibn Muawiya akawaambia wale jamaa ambao walitumwa kwake kumpa taarifa za kwamba Husaini kauawa, akawaambia kadi kana yakfikum min attaa duna hadha ay duna qatlil Husaini, ilikuwa inakutoshea ninyi watu wa wakufa kunitii mimi bila ya kumuua Husaini na wala hakuwapa kitu chochote, hakuwapa kitu chochote. Na alipomwaga Ali Zinil Abidin wakati anatoka Sham, akamwambia ama wallahi law anni sahibu abika ama naapa, law kama mimi ndo ningekutana na baba yako eh, tungekutana ana kwa ana. Ma saalani haslatan illa ataituhu iyyaha, asinge nyoma jamu lolote isipokuwa ningembakia wala dafaatu alhatfa anhum bikulli ma istataatu na ningejaribu na ningefanya kila namna ya kuondoa umauti kuuawa kwa vyovyote vile ambavyo naweza walau bihalaki baadhi waladi walau kwa kuondoka na kuangamia baadhi ya watoto wangu walakin llah alamaraait lakini allah amebidisha kadari wa yale ambayo umeyaona mama yake na Ubaydullah ibn Ziyad Marjana, Marjana ni mama yake na Ubaid Ullah bin Ziyad. Alikuwa akimlaumu mwanae, mwanaye akimwambia, ya khabith, katalta ibn binti rasulillah, ewe khabith, umemua mtoto wa binti ya mtume sallallahu alayhi wasallam, la tara aljannata abada, huto kuja kuiona pepo abadan. Haya ni maneno ya mama akimwambia mwanae, mwanaye. Kwa hiyo kuna shawahidi nyingi, ayuha alahiba, ambazo ziko wazi kuhusiana na kwamba mashia wao wenyewe ndio ambao waliomuua Al-Huseini radiyallahu anhu. Tukisema kwamba mashia wao wenyewe ndio walimuua, watahusika hata mashia ambao hawakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu ukifata pote fulani, ukifata pote fulani au kikundi fulani, ni lazima ukubaliane na yote ambayo yatakuwa yanapatikana katika pote hilo. Kwa hiyo waliomuua Al-Husaini walikuwa ni mashia, na wewe umekuja umelinganiwa ma na mashia, umeingia katika ushia. Kwa hiyo hivyo hivyo na wewe utakuwa katika nini? Katika wale waliomuua Al-Husaini radiyallahu taala anhu. Ama kumsigizia Yazid bin Muawiya, abadan. Labda anaweza akawalaumiwa Yazid bin Muawiya kwamba tukio la kumuua Husaini limetokea katika utawala wake, labda hivyo lakini kwamba yeye ameamurisha kama muue Yazid bin Muawiya, la hilo jambo halikuwepo. Jambo la kusema kama yeye alisema kama muue al Husein halikuwepo, hakuamurisha kama muue Huseini abadan. Yeye alitoa maelekezo namna ya kutaaman na Huseini, kuibakisha twaa na utiifu wa watu wa kufa kwake yeye

Mashia hawana jambo lolote lile ambalo wanaweza kusimamia kwamba wao wako katika haki, abadan. Hakuna lolote, hakuna lolote, hakuna jambo lolote ambalo watalishika Mashia kama eti wana ushahidi. Hamna, sio katika masuala ya ukhalifa, hawana ushahidi bali makhalifa wao. Ukisema kwamba sio ni khalifa fulani, utakuta aliyetawala ni Ali ibn Abi Talib na nani na Al-Hasan ibn Ali

kwa sababu Al Hasan Al Askari hakuwa na nani, hakuwa na nini, ikhwata, hakuwa na mtoto. Al Hasan Al Askari hakuwa na mtoto, na hii hio katika Usulul Kafi imeelezewa kama Al Hasan Al Askari anakufa, alipokufa watu wakatazama, wakakuta, waka hana mtoto, wakawatazama wake zake, wakakuta hakuna mwanamke mwenye mimba, wakaangalia vijakazi, hakuna kijakazi mwenye mimba kwa hiyo wakajua kwamba sasa, huyu imamu wa kumi na moja inawezekana, basi alikuwa sie, yaani ukawa na mashaka mpaka na imamu huyu wa kumi na moja ambaye ni nani? Ni Al Hasan Al Askari. Baadaye ikaenda wakagawanyika, Mashia wakagawanyika zama hizo. Wakaja watu wakazua, wakasema hapana, huyu alikuwa na mtoto, sema tu mtoto aliupotea akaingia kwenye pango, kwenye shimo. Kwa hiyo tokea hiyo miaka karne ni ya tatu mwaka mia mbili na hamsini na kitu hivi alivyoingia kwenye shimo mpaka sasa hivi tunazungumza, hajatoka mpaka sasa sa. Lakini mushikila mwingine uliokuja, huyu mtoto akawa anaitwa Muhammad ibn al-Hasan, na wao wakasema kwamba ndo ndo ndo imamu wa mwisho, kwa maana ndo al-Mahdi al-Muntadhar, ambaye mtume swalla Allahu alayhi wasallam amesema katika hadithi kwamba katika akhiru az-zamani kutakuwa na almahdi almuntazar, kutakuwa na almahdi. Sasa usije ukachanganya kuna almahdi wa na kuna Ahli Sunna, yani kwa maana almahdi wa Waislam ambaye mtume ametuambia kwamba atakuja na kuna almahdi wa Mashia. Almahdi wa Waislam atazaliwa Madina, yani atazaliwa, jina lake atakuwa anaitwa Muhammad ibn Abdullah kwa Abdillah. Kwanini? Sababu mtume amesema ismuhu kasmi, jina lake ni kama jina langu ama almahdi wa mashia yeye ashazaliwa au atazaliwa na pangwe. Sasa usije ukachanganya, kuna almahdi wa ahli sunna na kuna yani, kwa maana almahdi wakazi mwenye mimba kwao, wakajua kwamba sasa huyu imamu wa kumi na moja inawezekana basi alikuwa siye. Mashia kama eti wana ushahidi, hamna. Sio katika masuala ya ukhalifa, hawana ushahidi

ambaye anaitwa Muhammad ibn al-Hasan al-mulaqab bil Mahdi al muntazar, katika usulul kafi kama ni mtu ambaye hayupo, kwa sababu al-Hasan al-Askari hakuwa na nani? Hakuwa hakuwa na nini? Ihwata hakuwa na mtoto. Al-Hasan al-Askari hakuwa na nini? al hakuwa na na mtoto, na hii katika usulul kafi imeelezwa kama al-Hasan al-Askari anakufa, alipokufa watu waka wakatazama wakakuta hana mtoto wakawatazama wake zake wakakuta hakuna mwanamke mwenye mimba, wakaangalia vijakazi, hakuna kijakazi mwenye mimba. Kwao wakajua kwamba sasa huyu imamu wa kumi na moja inawezekana basi alikuwa sie, yani wakawa na mashaka mpaka na imamu huyu wa kumi na moja ambaye ni nani? Ni al Hasani al Askari. Baadaye kaenda wakagawanyika, mashia wakagawanyika zama hizo, wakaja watu wakazua wakasema hapana, huyu alikuwa na mtoto, sema tu mtoto alipotea, akaingia kwenye pango, kwenye shimo. Kwa hiyo tokea hiyo miaka karne ya tatu, mwaka mia mbili na hamsini na kitu hivi alivyoingia kwenye shimo, mpaka sasa hivi tunavyozungumza, hajatoka mpaka sasa. Lakini mushikila mwingine uliokuja, huyu mtoto akawa anaitwa Muhammad ibn al-Hasan na wao wakasema kwamba ndo imamu wa mwisho, kwa maana ndo al-Mahdi al-Muntazar ambaye Mtume saa salam amesema katika hadithi kwamba katika akhiru zamani kutakuwa na Almahdi al-Muntazar, kutakuwa na Almahdi. Sasa usije ukachanganya, kuna Almahdi wa ahli sunna na kuna yani, kwa maana al-Mahdi wa Waislamu ambaye Mtume ametuambia kwamba atakuja, na kuna Almahdi wa Mashia. Almahdi wa Waislamu atazaliwa Madina. Yani atazaliwa, jina lake atakuwa anaitwa Muhammad ibnu Abdillah. Kwanini? Kwa sababu mtume amesema ismuhu kasmi, jina lake ni kama jina langu. Ama al Mahdi wa Mashia, yeye ashazaliwa au atazaliwa na pango, yeye yuko pangoni, atazaliwa na pango. So, sawa na jina lake, anaitwa al Mahdi, anaitwa Muhammad ibn al Hasan. Sasa so, so, shida imekuja moja walipokuwa wamekanganyika sasa, tufanyeje? Wakaona basi ikiwa ni hivyo tumchukue ndugu yake na Alhasan Alaskari awe ndo mtawala. Kanuni yao walioiweka ikawa bana ni hivi, wamesema la yajtamiu akhawani fil khilafa illa fil hasani wal husain, ndugu wawili hawakusanyi, hawakusanyi katika ukhalifa isipokuwa kwa Alhasan na nani na Alhusain. Baada ya hapo inakuwa ni mtoto, yaani kwa maana baba akitoka anaingia mtoto na huyu mtoto akitoka anaingia mtoto wake. Wahakada kanuni kawabana, ikabidi sasa wakamtengeneza huyu wakamtengeneza huyu mahadi al-Muntazar, wa mchongo tumefahamia nabo, ambaye ni Muhammad ibn al-Hasan. Lakini wabana kwa sababu mtume amesema mahadi al-Muntazar ambaye atakuwa ni katika akhir zamani atakuwa anaitwa mahadi, anaitwa Muhammad ibn Nani ibn Abdullah abdilahi, wao wako wao